Nam, karibu tena mtazamaji, ambapo serikali ya kaunti ya Kilifi imewataka wakazi kukoma kujenga nyumba kwenye mikondo ya maji katika ama, a, mikondo ya maji taka sawia na kutupa taka kiolela katika sehemu zilizotengewa mabomba ya maji ili kupunguza uharibifu wa miundo msingi. Tabia za wakazi kuvunja sheria imechangia sehemu hizo kuharibika na kisha, wakati wa mvua nyingi, wakazi wao wanaathirika kutokana na mafuriko. Akizungumza na wanahabari mjini Kilifi, waziri wa barabara, miundo msingi na udhibiti wa majanga katika kaunti hiyo Catherine Kenga amesema hatua hiyo husababisha kuziba kwa mabomba ya maji na hivyo kusababisha mafuriko. It is, it is two way traffic, mwananchi na mfanyikazi wa kaunti raia, wameenda kujenga katika njia za maji, na narudi kusema maji hayasahau njia yake yatarudi pale pale alipokuwa yamezoea ya kupitia. So ile hali ya kujenga katika njia za maji ndio imeleta hii shida kubwa ndani ya mji wa Gongoni. Kulikuwa kumetengenezwa vertical drainage ambayo ilikuwa isaidia yale maji yaweze kupita, raia in their own wisdom wakaja wakapaziba pale. So upande wa kushoto kuna maji, upande wa kulia kuna maji, maji hayana njia ya ku, ya kupitia. zetu hapa Gongoni ni kwamba mji huu umeendelea, una watu wengi lakini mipangilio ya kujenga ndio wakati mwingine inakuwa ni vigumu, kwa sababu kama majengo yetu yangejengwa kimpangilio hakungekuwa na shida. Barabara hii ambayo mara nyingi huwa watu wanasema oh, barabara, barabara hii ni maendeleo, lakini kwa sababu wengine wameambiwa ya kwamba toka au nyumba yako uivunje kidogo, ili barabara iweze kupita vizuri. Anasema, mimi hapa ambapo nimejenga hapa ni kwangu na siwezi kutoka. Sasa maendeleo hawezi kuja mpaka wengine wafanyaje? Waumie.